Ni tarehe tano mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Karibu sana mwanamchezo, tuangalie taarifa mbalimbali za kimchezo. Langu jina ni Yohana Mashauri, lakini pia tutakuwa na Kaizari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Kwa zaidi ya miaka thelathini Kaizari wamekuwa suluhisho kwa wajenzi kwa kuwapatia bidhaa bora sana, na ushirika wao unawezeshaji wa vifaa hivyo ni nguzo muhimu katika kuhudumia. Kwa hiyo huna haja tena ya kupata tabu kuhusiana na vifaa vya ujenzi fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia wasianao zaidi kwa namba za simu 0769771165 au 0762771159 Tukianza na miguu sita, klabu ya Mbeya City imemteua kocha Mike Mexime kuwa kocha mkuu wa timu hiyo akichukua nafasi ya aliyekuwa kocha mkuu malale hamsini ambaye amefutwa kazi na timu hiyo. Kabla ya kwenda Mbeya City, Maxime hakuwa na timu tangu alipoachana na Dodoma Jiji FC msimu uliopita. Mbeya City kwa sasa haina mwenendo mzuri katika ligi kuu Tanzania Bara ikiwa imepoteza mchezo sita kati ya kumi waliocheza, hivyo anaamini ujio wa Maxime utairejesha timu hiyo katika ubora wake. Na tukiamia katika miguu kumi na mbili, mshambuliaji wa Simba Sports Club Mohamed Bajaber amefunga bao lake la kwanza katika mchezo wa kwanza wa ligi kuu Tanzania Bara dhidi ya timu ya Mbeya City mchezo ambao ulipigwa hapo jana katika uwanja wa Jenerali Samuyo na Simba kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri. Bajaberi alijiunga na Simba sports klabu mwezi wa nane akitokea Police FC ya Kenya. Hata hivyo hakupata nafasi ya kuichezea timu hiyo kwenye mechi za mashindano kutokana na majeraha yaliyokuwa yanamkumba. Mara baada ya mchezo huo, Bajaberi alifunguka namna magumu aliyoyapitia wakati akisumbuliwa na majeraha. Uh, ilikuwa ngumu uh, kupata, kuingia klabu na injury si rahisi, na pia klabu kubwa kama Simba iko na pressure mingi so ilikuwa ngumu sana sana, uh, mentally na physically kurudi, lakini alhamdulillah, Mungu ni nani amenisaidia uh, sana kufunga bao leo. Magoli mengine ya Simba alifungwa na Morris Abraham pamoja na Jonathan Soa. Nikukumbushe, bado tupo na Kaizari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Kama unahitaji vifaa bora na imara na kwa bei nafuu kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wako, lakini pia kama umechukua tenda kwa watu na kila ukiingia dukani unachanganyikiwa na gharama au unatamani kuanzisha biashara vifaa vya ujenzi lakini hujui unaanzaje, basi jibu lako ni Kaizari Building Material waliopo uwanja wa Jamhuri Dodoma, wasianao zaidi kwa namba za simu 0769 saba au sifuri. Na sasa tuangalie kima kwenye upande wa miguu kumina nane. ya makundi ya kombe la dunia mwake fumbiri na ishirini na sita. Natajua kufanyika hileo katika jiji la Washington Marekani. Draw hiyo itajumuisha timu 48 ambazo zitapangwa kwenye makundi kumi na mbili ambayo yatakuwa na timu nne kila kundi. Mashindano hayo yataanza rasmi Juni 28 mwakani, ambapo yatafanyika katika taifa la Marekani, Mexico pamoja na Canada. Na huo ndio mwisho wa 18 za Open kwa siku hii ya leo. Shukrani sana kwa kunisikiza toka mwanzo hadi mwisho, lakini pia bila kusahau, tulikuwa na Kaizari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi kama unahitaji vifaa bora na imara na kwa bei nafuu fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma lakini pia watafute kwa namba za simu 07 0769771165 au 0762771159 lakini pia usisahau kutembelea katika kurasa zetu za mtandao wa kijamii ukiingia Instagram Facebook pamoja na TikTok tunapatikana kwa jina la Open Online Media. Hakikisha kwamba unatufollow, lakini pia nenda katika YouTube channel yetu ya Open Media House, hakikisha pia unasubscribe. Mimi ni Yohana Mashauri, endelea kufuatia vipindi mbalimbali mbali, hapa hapa Open Online Media.